Hujambo mwanafunzi, karibu kwenye somo la leo. Tunajifunza kuhusu mofimu. Mofimu mofimu ni nini? Mofimu ni sehemu ndogo zaidi ya neno inayowakilisha maana ya neno hilo. Mofimu ni sehemu ndogo zaidi ya neno inayowakilisha maana ya neno hilo. Mofimu inaweza kuwa silabi moja au zaidi. Mifano moja katika neno mtoto m ni mofimu ya umoja ngeli ya awa pili. Katika neno watoto wa ni mofimu ya wingi ngeli ya awa. Katika neno kitoto ki ni mofimu ya udogo. Aina za mofimu: kuna aina mbili za mofimu. Moja, mofimu huru. Mofimu huru Pili, mofimu tegemezi. Mofimu tegemezi, mofimu tegemezi pia huitwa mofimu funge au mofimu ambata. Tujifunze kuhusu mofimu huru. Mofimu huru ni maneno kamili ambayo hubeba maana bila kuambatanishwa na viambishi vyovyote. Mfano, jasiri. Mofimu huru ni maneno kamili ambayo hubeba maana bila kuambatanishwa na viambishi vyovyote. Mfano, jasiri. Vinginevyo mofimu huru ni silabi moja au zaidi yenye maana kamili ya neno na inaweza kujisimamia yenyewe bila msaada wa viambishi au silabi nyingine. Vinginevyo mofimu huru ni silabi moja au zaidi yenye maana kamili ya neno na inaweza kujisimamia yenyewe bila msaada wa viambishi au silabi nyingine. Aghalabu, mofimu huru huwa nomino, vivumishi, vielezi na viwakilishi visivyochukua viambishi vya ngeli. Aghalabu, mofimu huru huwa nomino, vivumishi, vielezi na viwakilishi visivyochukua viambishi vya ngeli. Mifano. Mifano ya nomino: samaki, Kenya, shangazi kalamu, kazi, kinu, ladha, kuku, baba, ndoa, simu, nyumba, mama. Mifano ya vivumishi: hodari, bora, standi. Mifano ya viwakilishi: sisi, yeye, wao. Mifano ya vielezi: haraka, polepole, pole, jana. Tujifunze kuhusu mofimu tegemezi ambayo pia hujulikana kama mofimu funge au mofimu ambata. Mofimu tegemezi ni mofimu ambazo huhitaji viambishi au mofimu nyingine tegemezi ili kuleta maana iliyokusudiwa. Mofimu tegemezi ni mofimu ambazo huhitaji viambishi au mofimu nyingine tegemezi ili kuleta maana iliyokusudiwa. Mofimu hizi hujumuisha hasa shina au mzizi wa neno kitenzi nomino au vivumishi ambavyo vinahitaji viambishi viwakilishi vya ngeli ili kutoa maana iliyokusudiwa. Mofimu hizi hujumuisha hasa shina au mzizi wa neno kitenzi nomino au vivumishi ambavyo vinahitaji viambishi viwakilishi vya ngeli ili kutoa maana iliyokusudiwa. Shina la kitenzi au mzizi wa neno au kiini cha kitendo ni sehemu ndogo zaidi inayosimamia kitenzi chenyewe bila mnyambuliko, nyakati au viambishi vinginevyo. Shina la kitenzi au mzizi wa neno au kiini cha kitendo ni sehemu ndogo zaidi inayosimamia kitenzi chenyewe bila mnyambuliko, nyakati au viambishi vinginevyo. Mfano wa shina, mzizi au kiini cha kitendo: katika neno la kwanza, alimpiga, mzizi ni pig katika neno la pili, walicheka, mzizi ni chek. Viambishi ni mofimu tegemezi ya silabi moja inayowakilisha dhana fulani, kama vile hali, ngeli, nafsi, wakati na kwa kadhalika. Mifano katika neno mkulima, mzizi wa neno ni lim. mm, ni kiambishi kiwakilishi ngeli ya awa umoja, ku kiambishi cha ku ya kitenzi jina, lim mzizi wa kitendo, a kiishio. Mfano wapili, wa pili wametusumbua. wa, ni kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya tatu wingi. Me kiambishi cha wakati timilifu. Tu kiambishi kiwakilishi cha nafsi ya kwanza wingi, mtendewa. Sumbu ni shina la kitenzi na a ni kiishio. Neno hili wametusumbua lina mofimu tano kwa jumla. Mifano zaidi nomino. Nomino mtoto, m ni kiwakilishi cha ngeli, toto ni mzizi. Kivumishi mweupe, eupe ni mzizi, na unaambatanisha na mwa ili kupata maana. Kitenzi aliyempiga, pig ni mzizi na mzizi pig umeambatanishwa na viambishi vinginevyo ili kupata maana. Maswali: moja taja aina za mofimu. pili huku ukitoa mifano, eleza tofauti baina ya mofimu huru na mofimu ambata. tatu Je, mofimu hizi ni za aina gani? Bata, fulia, nyumba, mahakama, mgeni tumefika mwisho wa somo. Iwapo una swali liandike kwenye comment section. Hadi wakati mwingine, kwa heri.